Kwa masomo ya lugha, ufaulu wa somo la Kiswahili ni asilimia 97.3 97, na kwa somo la Arabic language ufaulu umepanda kwa asilimia 17 na kufikia asilimia 50.62. Kwa upande wa masomo ya dini, somo la Bible knowledge ni asilimia 97.34 na elimu ya dini ya Kiislamu asilimia 85.68. Ufaulu kwa masomo hayo umeendelea kuwa mzuri kwa ufaulu wake kuendelea kuwa juu ya wastani. Kwa upande wa watahiniwa kujitegemea, Takwimu zaonyesha waliofaulu ni 16794 sawa na 73.83. Mwaka 2024 watainiwa kujitegemea waliofaulu walikuwa 15703 sawa na 62.51. Hivyo ufaulu wa watainiwa wa kujitegemea umeongezeka kwa 11.32 ikilinganishwa na mwaka 2024. Baraza limezuia kutoa matokeo ya watainiwa 435 ambao walipata matatizo ya kiafya na kushindwa kufanya mtihani kwa masomo yote au idadi kubwa ya masomo watahiniwa. Watahiniwa hao sasa wamekuwa na fursa ya kufanya mtihani kwa masomo ambayo hawakuyafanya kwa sababu ya ugonjwa wa mwaka 26, kwa mujibu wa kifungu cha 32 kifungu kidogo cha kwanza cha kanuni za mitihani. Ndugu waandishi wa habari, Baraza la Mitihani limefuta matokeo ya wanafunzi 77, 30 wa shule na 47 watahiniwa kujitegemea, ambao walifanya udanganyifu na wanafunzi wawili walioandika matusi kwenye karatasi zao za majibu kwa mujibu wa kifungu cha tano kifungu kidogo cha pili ai na J, cha sheria baraza la mitiani sura 117 kikisomwa pamoja na kifungu cha 30 kifungu kidogo cha pili b cha kanuni za mitiani za mwaka 2016 baraza la mitiani la Tanzania linapenda kuchukua fursa hii kuzipongeza kamati za mitiani zote nchini kwa kuwa shule, wasimamizi, wasaishaji kwa kazi kubwa na nzuri walioifanya. Baraza linawapongeza wanafunzi wote waliofanya mtihani wa kidato cha nne mwaka 25 kwa kuwa na utulivu na kuzingatia taratibu za mitihani zilizowekwa. Matokeo ya mtihani wa kidato cha nne mwaka 25 yanapatikana katika tovuti ya baraza ambayo ni www.necta.go.tz.